Kitabu cha Ezekieli, sura ya 33 na ya 34, ndio kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo! Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, ambapo siku ya leo tunaendelea kusoma kitabu cha Ezekieli. Karibuni wapendwa, kitabu cha Ezekieli ni moja ya vitabu vizuri sana vinavyoelezea masuala ya kinabii katika mafumbo magumu yanayohitaji Roho Mtakatifu akusaidie kweli kweli kuyaelewa. Ndio maana nikutie moyo kwa yule ambaye unasoma na labda unajihisi hauelewi chochote, usikate tamaa, endelea kusoma kila wakati, kwa sababu roho wa Mungu ndio mwalimu hatakusaidia kuelewa siku zote. Usije ukaacha kusoma Biblia eti kwa kisingizio cha nikisoma sielewi, usije ukaacha kukisoma kitabu fulani kwa kisingizio cha nikikisoma sielewi. Wewe endelea kusali, endelea kusoma, endelea kusoma Mungu ni mwaminifu, katika sura zote za kitabu lazima kuna kitu utakipata, hata viwili au vitatu. Jua kwa wakati huo ndio Roho Mtakatifu ameona hivyo vinakufaa. Ni muhimu kusoma Biblia nzima na kuimaliza, ni vitabu vyote na uvimalize. Tusali, tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya muda ambao sasa tunaenda kuanza kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu we mwalimu, ujifunue ndani yetu, ili tuweze kulielewa na kuliishi, katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Wedi Projekti ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa thelathini na tatu. Neno la Bwana likanijia kusema mwanadamu, sema na wana wa watu wako, waambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtwa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, ikiwa aunapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu, basi mtu awa yeyote aisikiaye sauti ya tarumbeta, wala haonywe upanga ukija na kumwondoa damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Aliisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake. Lakini kama angalionywa angalijiokoa roho yake. Bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa mlinzi huyo. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli, basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Nimwambia hapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa; nawe huseme neno la kumwonya mtu huyo, aiache njia yake; mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako Walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake kusudi aiache, wala yeye asiiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Na wewe mwanadamu, sema na nyumba ya Israeli, ninyi mwasema hivi kwamba makosa yetu na dhambi zetu ni juu yetu, nasi tumedhoofika katika dhambi hizo, basi tungewezaje kuwa hai? waambie kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahii kufa kwake mtu mwovu, bali aghairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Ghairini, ghairini, mkaache njia zenu mbaya, mbona mnataka kufa, enye nyumba ya Israeli? Na wewe mwanadamu, waambie wana wa watu wako, haki yake mwenye haki haitamwokoa katika siku ya kukosa kwake, na kwa habari ya uovu wake mtu mwovu hataanguka kwa ajili ya uovu huo siku ile atakapoghairi na kuuacha uovu wake, wala yeye aliye mwenye haki hataweza kuishi kwa haki yake siku ile atakapotenda dhambi. Nimwambiapo mwenye haki ya kwamba hakika ataishi, kama akiitumainia haki yake akatenda uovu, basi katika matendo yake ya haki hata mojawapo halitakumbukwa bali atakufa katika uovu wake aliyoutenda. Atakufa katika uovu huo. Tena nimwambiapo mtu mwovu, hakika utakufa. Kama akighairi na kuiacha dhambi yake na kutenda yaliyo halali na haki, kama mtu mwovu akirudisha rehani na kumrudishia mtu mali yake aliyomnyang'anya, akizifuata sheria za uzima, asitende uovu wowote, hakika ataishi, hatakufa katika dhambi zake zote alizozitenda hata mmojawapo haitakumbukwa juu yake. Ametenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi. Walakini wana wa watu wako husema, njia ya Bwana si sawa. Lakini watu hao njia yao si sawa. Mwenye haki ageukapo na kuiacha haki yake na kutenda maovu, atakufa katika maovu hayo. Na mtu mbaya ageukapo na kuuacha ubaya wake na kutenda yaliyo halali na haki ataishi kwa matendo hayo. Lakini ninyi husema njia ya Bwana si sawa. E, nyumba ya Israeli, nitawahukumu ninyi kila mtu kwa kadiri ya njia zake. Ikawa katika mwaka wa kumi na mbili wa kuhamishwa kwetu, mwezi wa kumi, siku ya tano ya mwezi, mtu mmoja aliyekuwa ametoroka toka Yerusalemu akanijia akisema, Mji umepigwa basi mkono wa Bwana umekuwa juu yangu wakati wa jioni, kabla hajafika yeye aliyetoroka; naye alikuwa amenifumbua kinywa changu hata aliponijia wakati wa asubuhi, na kinywa changu kilikuwa wazi, wala sikuwa bubu tena. Neno la Bwana likanijia kusema, Mwanadamu, watu wale waliokaa mahali palipoharibika katika nchi ya Israeli husema ya kwamba, Ibrahimu alikuwa mmoja akairithi nchi hii lakini sisi tu watu wengi tumepewa nchi hii iwe urithi wetu. Basi waambie, Bwana Mungu asema hivi: mnakula nyama pamoja na damu yake na kuviinulia vinyago vyenu macho yenu na kumwaga damu. Je, mtaimiliki nchi hii? Mnategemea upanga wenu, mnatenda machukizo, mnanajisi kila mtu mke wa jirani yake. Je, mtaimiliki nchi hii? Hivi ndivyo utakavyowaambia: Bwana Mungu asema hivi, kama mimi niishivyo, hakika watu wale wakao mahali palipoharibika wataanguka kwa upanga, naye mtu aliye katika uwanda nitamtoa na kuwapa wanyama wakali ili aliwe, na hao walio ndani ya ngome na mapango watakufa kwa tauni. Nami nitaifanya nchi kuwa ukiwa na ajabu, na kiburi cha uwezo wake kitakoma, nayo milima ya Israeli itakuwa ukiwa, Asipite mtu. Ndipo atakapojua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoifanya nchi kwa ukiwa na ajabu, kwa sababu ya machukizo yao yote walioyatenda. Nawe mwanadamu, wana wa watu wako husimulia habari zako karibu na kuta na ndani ya milango ya nyumba zao, na kuambiana kila mtu na ndugu yake, wakisema: haya, twende tukasikie ni neno gani hilo litokalo kwa Bwana nao huja kwako kama watu wajavyo, nao hukaa mbele yako kama watu wangu, nao husikia maneno yako, wasiyatende maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi, lakini mioyo yao inatafuta faida yao. Na tazama, wewe umekuwa kwao kama wimbo mzuri sana wa mtu mwenye sauti ipendezayo awezaye kupiga kinanda vizuri, maana wasikia maneno yako, lakini hawayatendi na hayo yatakapokuwapo tazama yanakuja, ndipo atakapojua ya kuwa nabii amekuwapo kati yao. Mlango wa thelathini na nne Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli, toa unabii, waambie naam, hao wachungaji, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo? Mnawala walionona, mnajivika manyoya, mnawachinja walionona, lakini hamwalishi kondoo. Wagonjwa hamkuwatia nguvu, wala hamkuwaponya wenye maradhi, wala hamkuwafunga waliovunjika, wala hamkuwarudisha waliofukuzwa, wala hamkuwatafuta waliopotea, bali kwa nguvu na kwa ukali mmewatawala. Nao wakatawanyika kwa sababu hapakuwa na mchungaji, wakawa chakula cha wanyama mwitu. Wakatawanyika kondoo zangu, walitangatanga katika milima yote na juu ya kila kilima kirefu; naam, kondoo zangu walitawanyika juu ya uso wote wa dunia, wala hapakuwa na mtu aliyewaulizia wala kuwatafuta. Basi enyi wachungaji, lisikieni neno la Bwana: kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, kwa sababu kondoo zangu walikuwa mateka, kondoo zangu wakawa chakula cha wanyama mwitu wote, kwa sababu hapakuwa na mchungaji, wala wachungaji wangu hawakuwatafuta kondoo zangu, bali wachungaji walijilisha wenyewe, wala hawakuwalisha kondoo zangu. Kwa sababu hiyo, enyi wachungaji, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi, tazama, mimi ni juu ya wachungaji, nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao nami nitawaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo, nao wachungaji hawatajilisha wenyewe tena. Nami nitawaokoa kondoo zangu vinyoni mwao, wasiwe tena chakula chao. Maana Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi mwenyewe, naam mimi, nitawatafuta kondoo zangu na kuwaulizia. Kama vile mchungaji atafutavyo kondoo zake siku ile anapokuwa kati ya kondoo zake waliotawanyika Ndivyo nitakavyowatafuta kondoo zangu, nami nitawaokoa katika mahali pote walipotawanyika katika siku ya mawingu na giza. Nami nitawatoa katika watu wa mataifa na kuwakusanya katika nchi zote, nami nitawarudisha katika nchi yao wenyewe, nami nitawalisha juu ya milima ya Israeli, kando ya mifereji na maji, na katika mahali pote pa nchi panapokaliwa na watu. Nami nitawalisha malisho mema, pa juu ya milima ya mahali palipoinuka pa Israeli; litakuwa zizi lao. Huko watalala katika zizi jema, nao watakula malisho mema juu ya milima ya Israeli. Mimi mwenyewe nitawalisha kondoo zangu, nami nitawalaza, asema Bwana Mungu. Nami nitawatafuta waliopotea, nitawarudisha waliofukuzwa, nitawafunga waliovunjika, nitawatia nguvu wagonjwa, nao wanono na wenye nguvu nitawaharibu nitawalisha hukumu. Na kwa habari zenu, enye kundi langu, Bwana Mungu asema hivi: Tazama, nitahukumu kati ya mnyama na mnyama, kondoo waume na mbuzi waume pia. Je, muona ya kuwa ni neno dogo ninyi kulishwa malisho mema, hata mkawa hamna budi hukanyagwa kwa miguu yenu yaliyosalia? Na kuwa mmekunywa maji yaliyo safi, hamna budi kuyatibua kwa miguu yaliyobaki? na kwa habari za kondo zangu, wao wanakula hayo mliyoyakanyaga kwa miguu yenu, nao wanakunywa maji mliyoyatibua kwa miguu yenu. Kwa sababu hiyo, Bwana Mungu awaambia hivi, tazama mimi, naam mimi, nitahukumu kati ya wanyama walionona na wanyama waliokonda. Kwa kuwa mmesukuma kwa ubavu na kwa mabega na kuwapiga wenye maradhi kwa pembe zenu, hata mkawatawanyia mbali, basi mimi nitaliokoa kundi langu, wala hawatakuwa mateka tena. Nami nitahukumu kati ya mnyama na mnyama. Nami nitaweka mchungaji mmoja juu yao, naye ya atawalisha, naam mtumishi wangu Daudi, yeye atawalisha, naye atakuwa mchungaji wao, na mimi Bwana nitakuwa Mungu wao, na mtumishi wangu Daudi atakuwa mkuu kati yao. Mimi Bwana nimesema haya. Nami nitafanya agano la amani nao, nami nitawakomesha wanyama wakali kati yao, nao watakaa salama jangwani na kulala msituni. Nami nitawafanya wao na mahali palipo pande zote za mlima wangu kuwa baraka, nami nitaleta manyunyu kwa wakati wake; yatakuwako manyunyu ya baraka. Na mti wa kondeni utazaa matunda yake, nayo ardhi itatoa mazao yake, nao watakuwa salama katika nchi yao. Nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapovunja vifungo vya kongwa lao na kuwaokoa katika mikono ya watu wale waliowatumikisha. Hawatakuwa mateka ya makafiri tena, wala mnyama wa nchi hatawala bali watakaa salama salimini, wala hapana mtu atakayewatia hofu. Nami nitawainulia miche iwe sifa njema, wala hawataangamizwa kwa njaa katika nchi yao tena, wala hawatachukua tena aibu ya makafiri na watajua ya kuwa mimi Bwana Mungu wao ni pamoja nao, na ya kuwa wao nyumba ya Israeli ni watu wangu, asema Bwana Mungu. Na ninyi kondoo zangu, kondoo za malisho yangu, ni wanadamu, na mimi ni Mungu wenu, asema Bwana Mungu.